Teknolojia inazidi kukua, mambo yanazidi kuwa mepesi, tunaweza tukasema hivyo. Madaktari mwanzoni walikuwa wangapi kwa ajili ya upasuaji wa kichwa, na sasa hivi mna madaktari wangapi hapa MOI kwa ajili ya upasuaji wa kichwa? Miaka ya nyuma sana, nadhani kwenye miaka ya tisini mpaka uh, elfu mbili na kumi na tano, elfu um, mbili na kumi, elfu mbili na tisa Uh, kulikuwa kuna madaktari kama wanne hivi wanaofanya upasuaji wa kichwa, lakini sasa hivi mwamko ni mkubwa sana. Um, madaktari wengi wanapenda kujifunza. Sasa hivi tumefika madaktari kumi na tano ambao tunatibu vichwa na kuna specialities tofauti tofauti, yani kada tofauti tofauti. Kuna madaktari ndiyo wa utaalamu huu, lakini wabobezi kwenye uh, migongo lakini hawa ni wabobezi wanaweza kufanya vitu vyote, lakini kwa sababu ya ile kwamba tunataka taasisi yetu inatoa tiba ya kibobevu basi, unakuta kuna madaktari hawa. Timu hii imewekwa inabobea kwenye mishipa ya damu, timu hii imebobea kwenye operation ya kutumia matundu, timu hii imebobea. Ndio maana wanaona tuko wengi hapa MOI kwa sababu zimegawanywa tim tofauti tofauti ili kutoa huduma za kibobevunweza ukatambia labda, mna mpango kwa ajili ya kuwaendeleza madaktari wengine ambao wana nia ya kuweza ku, kufikia kwenye hizo levo za kuwabobevu. Yes uh, MOI kama enyewe, MOI yenyewe ni um, Center of Excellence of Training eh? uh, inafundisha madaktari wengi kutoka nchi tofauti tofauti. Tunao wakwetu wenyewe kutoka Tanzania. Sasa hivi uh, kuna madaktari zaidi ya watano ambao wanasomea um, udaktari bingwa wa kupasua vichwa uta mgongo na mishipa ya fahamu. Tuna madaktari kutoka nchi za Nigeria, tuna madaktari kutoka Uganda, tuna madaktari kutoka Kenya, wote wako hapa MOI Ajili ya mafunzo kwa hiyo tunatoa hizo tiba na pia tunafundisha kwa sababu pia mgonjwa anapopata ajali sio wote wanapata Dar es Salaam e, kwa hiyo pia kuna programs za outreach, ambazo taasisi ikishirikiana na Wizara ya Afya inafanya uh, kwenda kufundisha na kuwezesha madaktari kwenye hospitali labda hizi za pembezoni Sawa, inafundisha ina train, hata mgonjwa anapokuja kabla ya kumrufaa, wanajua kitu gani cha kufanya, kupata huduma ya kwanza, ili anapofika hapa apate hizi huduma za kibobevu uh, vizuri na matokeo yake yawe mazuri zaidi. Zamani mkuzo zilikuwa zikitumika kufanya upasuaji kichwa, na sasa hivi kupitia hii mashine ya kiliunde zimeongezeka labda mara mbili, ama gharama hazijaongezeka mara mbili, gharama uh, zipo Uh, na sio kubwa sana, kila Mtanzania anaweza aka afford, kwa sababu pia inategemea unatibiwa kwa namna gani. Kuna mtu akija nakwambia labda anatumia bima, kwa hiyo bima unakuta ina, inaweza ikakidhi kutumia hiyo mashine, na wagonjwa hata wa kawaida ambao hawana hata uwezo wa kulipa gharama kubwa pia wanaweza wakatibiwa kwa kutumia hiyo akiliunde. Sio kwamba imeongezeka mara tatu au mara nne, hapana. Hii ipo kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo yeyote anayekuja hapa na anahitaji anaweza kabisa ku afford kulipia. Tunaweza tukapaa ni um, shingapi, maana mwanzoni alikuwa nalipa shingapi, lakini sasa hivi ni shingapi, siwezi kulisemea sana, lakini uh, hawajatangaza exactly kama taasisi kwamba sasa hivi gharama imekuwa mara mbili. Gharama bado ni zile zile. Sasa uh, mimi kama daktari kazi yangu kubwa ni kutibu hilo. E, ni swala zaidi la kiuongozi, lakini um, hamna gharama ambazo zimeongezeka labda mara mbili au mara tatu kwa ajili ya mgonjwa ili atumia kiliunde. Hapana, gharama bado zipo uh, ni zile zile ambazo zilikuwa zinatumika. mi sijaona kama zimeongezeka. Ile mashine inagharimu shilingi ngapi za Kitanzania? Uh, ile mashine kwa kweli ina gharama kubwa sana Uh, ni zaidi ya bilioni moja ya Kitanzania. Kwa hiyo um, ndio maana unakuta taasisi kama taasisi uh, mara nyingi serikali na wa, wa, wafadhili ndio wanaweza ku, kuisaidia taasisi ili kuweza kuwa na mashine kubwa kama ile. Kwa hiyo ina gharama kubwa sana, na ambayo tumeipata ni moja ya mashine ambayo haiko sehemu nyingi sana, hata huko kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki. Mna mpango labda wa kuongeza mashine nyingine au mna mpango mnatamani kuongeza mashine ya kitu kingine? E, kuongeza mashine zingine, mpango upo, kwa sababu nimekuambia, tuko katika kutoa tiba um, kwa watanzania wote, tiba ambayo ni ya kibobevu na tiba ambayo iko standard sawa sawa na tiba ambazo zinatolewa katika nchi zile ambazo zimeendelea kwa sababu mashine ziko za aina nyingi, kila siku zinatoka mashine mpya. Unajua, sisi tuna kitu kinaitwa pia continuous medical education, eh, tunaendelea kujifunza pamoja. Tumesoma na tuko kazini, kila siku tunaendelea kusoma, kwa sababu innovation kila siku zipo uh, kwa hiyo uh, mashine ni nyingi kwa sababu kuna robotic surgeries, sehemu nyingine wanafanya operations za mgongo kwa robot uh, unaweza ukafanya um, spine hizo kwa robot, zipo sehemu nyingine zipo kwa sababu hii tayari tunayo na inafanya kazi. Uh, tutaangalia na wengi wa wagonjwa pia kama ita, ita kutaonekana kuna haja ya kuongeza. Sawa, lakini kama itakuwa ni bora kupata mashine bora zaidi kwa ajili ya Watanzania basi tuta opt kuchukua nyingine wakati tunaendelea kutumia hii, lakini kama kutakuwa kuna haja hasa ya kuongeza, basi hilo litafanyika. Nakushukuru, wakati mwingine labda utatukaribisha na kama kutakuwa na jambo lingine. Shukran.